lisilowezekana kwenu. Narudia tena wana alita kuwako. neno neno nini? Neno jambo lolote ambalo alitawezekana kwako. kwa nini? Anasema ukiwa na imani kama na charadani, unaweza kuambia mlima huu uende zake Sio tu kicia kichuguu, anasema mlima mkubwa unaweza kulimoka lipeleka baharini, kwamba kwa imani mambo mengi yanawezekana. Na anasema kama ukijenga msingi wa imani mambo yote yanawezekana. Kwa mtu mwenye imani ya moto anaamini kwamba hakuna jambo aboro aliwezekani kwake. Mtu mwenye imani ya moto aoni kizuizi kama ni tatizo asikilizi kelele za wajinga, ana maono makubwa mbele yake, anataka aweze kutokea, ajui kingine zaidi ya kumjua Mungu. Mtu mwenye imani ya moto anashinda vita kabla vita hajapigana. Mtu mwenye imani ya moto ababaiki na chochote, wala atishiki na jambo lolote. Daudi akaangalia Goliati kitu kubwa, akamwangalia Mungu, akasema Mungu ni mdogo sana. Eti cha eti ugonjwa sio kimepewa na kansa, eti imepewa sio kisukari, eti imepewa sijui kitu gani, akimwangalia Mungu ama mdogo sana, emtoa uchafu akachukua kombeo akamtwanga, jamaa kaanguka chini. Matatizo, shida, vitu mbalimbali vinakuwa vigumu, kwa Mungu vyote vinawezekana, lakini kumbuka Lazima uwe na imani ya moto unawashaje? Moto kwenye imani uomba na kufunga. Kama unapenda ugali kuliko shida ulizonazo, endelea kula ugali. Kama unapenda chips na kuku kuliko shida ulizonazo, endelea kula chips na kuku. Sijakwambia kwa usiri, ila nitakwambia lazima uwe na maumivu moyoni ambayo takufanya uweze kumwomba Mungu usiku na mchana. Vinginevyo, utabaki kama vile ambavyo ulivyo. Lakini leo ninaamini kupitia somo hili Mungu atakupa neema kuona nuru nyingine, kuona yote yanawezekana. Sikilize kwa makini, imani ya moto lazima iambatane na maombi. Hatua ya kwanza unaweka malengo makubwa, hatua ya kwanza unaweka malengo makubwa Mbili, anasema yaandike, anasema yaandike, yaandike, yaandike, yaandike. Hatua ya pili unaingiza katika mpango maombi kwa maumivu. Baba, Baba, kila siku mtu anayemuomba Mungu achoke. Anasema katika kitabu cha Isaya 40 28 mpaka 30, Isaya 40 28 30 anasema watoto wanadamu, vijana watachoka, watakata tamaa, lakini au wamgojeao Bwana katika imani kwa maombi, ukinulia Mungu ukichoka, Mungu atafanya hawachoki. Muomba Mungu, matatizo na kukua magumu zaidi, ndipo anapoendelea kuomba zaidi, anaendelea kupambana zaidi, na huwezi kusikia anamwambia mtu. Tatizo la imani hizi ni kwamba huwezi kuona rafiki na shoga, shoga yako ni Mungu ya kwako. Pambana wewe, pambana na wewe kama mwanaume au mwanamke, na usithubutu kusema haiwezekani. Mdomo wako usijipige risasi mwenyewe, kila mara kuwa na matumaini mapya, kwamba yote yanawezekana. Yote yanawezekana, kuwa imechanika, yote yanawezekana, viatu vyote vimechanika, yote yanawezekana, macho yamepofuka, yote yanawezekana. Siokopi si baba iki, kwa sababu na mchia Mungu, anaweza kunisaidia hata Waaminifu. Ukisikia historia za watu mbalimbali kwenye mitandao unaweza ukajielewa vizuri. Kuna watu walikuwa machokoraa, yaani yeye na babake mtu alikuwa wanaokota karatasi ya plastiki barabarani, leo kwa imani Mungu amewafikisha kule. a mwingine alikuwa na mikono kabisa na miguu, leo Mungu amemunua. Biblia katika kitabu cha Samweli wa kwanza sura ya pili mstari wa nane Anasema yuko Mungu anaweza kumtoa maskini kutoka kwenye utongo, akampandisha juu, akamketisha imani